Afya ya homoni kwa mwanamke ndio kila kitu. Narudia, afya ya homoni kwenye maisha ya mwanamke ndio kila kitu. Hebu naomba nisikilize. Nadhani kama wewe ni miongoni mwa wanawake ambao wanasumbuka na changamoto za homoni, basi itakuwa ni somo lako muhimu sana kwa mwaka huu. Kwanza, homoni zinamwathiri mwanamke karibu katika maisha yake yote kwa ujumla anzia kipindi ambapo panabalee, mabadiliko yote ya viungo yanategemea ya homoni. Ukiona mtu anakosa baadhi ya mabadiliko aidha, anakuwa mwingine, yupo haraka kuliko mwingine, mwingine anajikuta apati kabisa, mfano period, apati mabadiliko kwenye maziwa yake, zile athari zote za homoni. Lakini vilevile mwanamke, vile, anapokuwa anaingia kwenye ndoa, kwenye suala zima la uzazi ni swala la homoni. Vile vilevile swala zima la uzito wa mwili homoni zina athari kubwa, unaweza kujikuta unaongezeka mwili, unaongezeka kilo kila wakati, kwa sababu tu ya athari za homoni. So hivyo tu kwenye swala zima la ngozi, unaweza kujikuta unasumbuka na changamoto za chunusi, vipele mara kwa mara, ila ni kwa sababu tu homoni zako hazipo sawa. Hata baada ya menopause, aidha ukomo wa hedhi bado homoni za msingi sana, ndio maana wanawake tunasema wapo hatarini zaidi kupata changamoto za magonjwa ya mifupa kwa sababu tu ya kushuka kwa baadhi ya homoni zikiwemo homoni za estrojeni. Sasa kama wewe mwanamke, ufanye nini ili homoni zako ziwe vizuri kuepuka changamoto ambazo zinatokana na homoni? Kwanza kabisa unatakiwa ubadilisha mtindo wako wa maisha, kuanzia kwenye ulaji ni kitu cha kwanza kabisa. Kwanza kabisa, acha kabisa kutumia vyakula ambavyo vina sukari nyingi, lakini vyakula ambavyo vina mafuta mengi yaliyojaa, lakini vile vile vyakula vyenye wanga. Vyakula vyenye wanga, naanika ushauri upunguze, kwa sababu kuacha kabisa sio nzuri sana, ni upunguze kwa kiwango kikubwa, kwa sababu hivyo ina athari zugukwa damu na athili na ahili utendajikazi wa baadhi yaini. Kwa namna kama hiyo, lakini vile vile jitaini sana mbuga via kula mbuga za majani, kula vya kula matunda, matunda vilevile, vile kula mbegu pamoja na jamii ya kunde. Hapa nazungumzia ulaji wa mbuga za majani karibu zote, so mbuga za majani nausiwa kula aji wa matunda matunda ni muhimu sana na nzuri, ambayo inaweza ikasaidia kubalansi homoni zako, kwa sababu yatalipa mwili virutubisho muhimu kwa ajili ya kuimarisha afya ya homoni. Lakini vile vile utumiaji wa mbegu pamoja na vyakula jamii ya kunde, hapa nazungumzia jamii ya kunde kama maharage, njegele vile vile kunde zenyewe pamoja na nini soya, bila kusahau mbaazi, lakini kula vyakula ambavyo vina jamii ya mbegu kama vile korosho, kalanga, vyakula vya namna hivyo na nuts za aina zozote eh, kama hivyo hizinaaliheti, kwamba vyakula vingi hivi wengine wanahisi ni kwa sababu ya wanaume. Hapana, Mfano, zinki ni muhimu sana kwenye afya ya homoni za mwanamke. Kwa hiyo unavyokula wewe vyakula vya zinki vinaenda kusaidia kuimarisha afya yako ya homoni na kuepusha na magonjwa tofauti. Lakini vile vile vile jitahidi sana kuwa mtu wa kufanya mazoezi eh, epuka msongo wa mawazo. Jitahidi sana kuepuka msongo wa mawazo, kwa sababu una athiri homoni nyingi, na mwisho wa siku napigia wanawake wengi hawashiki ujauzito kwa sababu homoni zao zinakuwa hazipo sawa. Jitahidi kulala angalau masaa 8 hadi 9, hiyo itasaidia kuimarisha afya yako ya homoni. Vile vile epuka matumizi ya dawa za uzazi wa mpango kiholela, aini kutumia njia za uzazi wa mpango za kisasa. Hapa nazungumzia sana matumizi ya vidonge kama zote sio nzuri, zinaenda kuharibu homoni za asili kwa sababu zile ni homoni ambazo zimetengenezwa kwenye maabara. Kwa hiyo ukifanya hivyo, utaona mabadiliko yako, hivyo utaepuka changamoto hasa kama za vimbe na changamoto nyingine zitokana na homoni. Kwa ushauri zaidi, wasiliana nasi kwa namba zetu zinazopita hapo chini ili usaidiwe. Asante sana.